Tunafahamu fahamu wengi tuko vyuoni, tunalenga kumaliza elimu chuoni, lakini swali linakuwa ni unapomaliza kupata elimu, unafanya nini na elimu. Sasa katika mashirikiano tunayoyaongelea leo, tunaongelea kukuwezesha, kukupa kitendea kazi, tunaongelea kukuwezesha kuwa na mawazo bunifu kukuwezesha kuweza kuwa na mbinu za usimamizi wa utekelezaji wa mawazo, usimamizi wa utekelezaji wa biashara au kuendesha biashara. Tunamuona Bazili leo eh, tuli amesema Bazili anaweza akamwajiri alianza na mawazo, na si kweli kwamba vijana tulio nao hapa hawana mawazo, ni uthubutu, lakini kuwa tayari kuweza kuwa mentored. Sasa kupitia CRDB Foundation utawezeshwa kupata kitendea kazi ambayo ni kompyuta sasa... Uh, ile changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu ya wanafunzi vyuoni kutokuwa na vitendea kazi hilo limeisha kwanza naomba kutoa shukrani nyingi na kubwa sana kwa benki ya CRDB leo tuna viongozi wakubwa kutoka benki ya CRDB kwa sababu wametuona vijana kwamba na sisi tuna jambo ambalo linatakiwa kufanyia kazi Benki ya CRDB ndiyo inawekeza. CRDB bank foundation na wao kila mwaka wanatenga fedha kwa ajili ya kufanya hizi program za vijana na wanawake. Sisi CRDB bank foundation tunaendesha kwa niaba yao, na kwa kipekee kabisa leo tuna bahati ya yule mtu ambaye ndio anatengia hiyo asilimia moja. Tuwe wakina Bazili wengi tutoke, twende tukazitafute fursa Hupewi lifti kwa kukaa nyumbani, rafiki yangu, hupewi lifti, hupewi yeah, lifti kwa sababu tutakupata wapi? Kwa Bazil, amepata lifti na timu yake, hawakukaa nyumbani. Na tulipomchallenge, tukasema ili programu yako tufanye na wewe, lazima bodi ya mikopo ingie Waulize well, bodi ya mikopo sikwenda mimi. Wala I don't want to take that credit. Nikaambia basi nenda. I was testing his strength and determination. Sasa mtu kama huyu hata viongozi wangu walioko hapa halipi mkopo. Of course. Analipa. Kwa majina naitwa Dr. Peter Mmari ni mkurugenzi wa upangaji na utoaji wa mikopo bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, na leo tumeshiriki hapa kama sehemu ya utekelezaji wa maono ya serikali ya awamu ya sita ya kuboresha mahusiano kati ya public sector na private sector. Koleo, ya na sector ko leo tu bodi ya mikopo inashirikiana na Basil Link ambayo ni kampuni binafsi pamoja na CRDB Foundation ambao analenga katika kumsaidia kijana kuweza kupata kupata digital financial literacy, kupata entrepreneurial skills pamoja na kuwezeshwa uh, kimikopo ili waweze kununua digital tools, yaani laptops. Yaani uh, kwa nini bodi ya mikopo ni sehemu ya mashirikiano haya? Ni kwa sababu mashirikiano haya moja, yamewalenga wanafunzi ambao ndio wadau wakubwa na wateja wetu, lakini pili, mashirikiano haya yanaenda kuwawezesha wanafunzi kuwa na financial discipline, na hiyo ina nafasi kubwa katika kushape financial behavior ya wanafunzi yaani, kutumia pesa zao wanazozipata eh, kwa namna bora zaidi ili kutimiza ndoto zao za kupata elimu.